In... <coughs> imam, imam <imam. coughs> kazimia wana <coughs> Kazimia. <coughs> Kazimia. Tukaendelee <coughs> na swala kwanza. Ah. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu Waislamu, hayo ni baadhi ya makosa ambayo yanajitokeza katika swala zetu, ambalo kosa la kwanza ni maua kutonyoosha safu zao hali ya kuwa Mtume anasema katika hadithi yake sahihi, la tusawunna sufufakum au layuhalifanna allahu baina wujuhikum, mtazinyoosha safu zenu au Allah atatofautisha baina ya nyoo zenu. Kosa la pili ni mauma kutompata imamu katika swala, hali ya kuwa Mtume anasema katika hadithi yake sahihi, innama juila limamu liyutamma bihi, amewekwa imamu ili afatwe na sio kumtangulia ala kwenda naye sambamba. Kosa la tatu ni imam kusahau moja katika nguzo za swala na mauma kuchukua maamuzi wanao nao ni sahihi na sio kumkosoa kwa mujibu wa sheria. Kosa la nne ni imam kupata dharura za kibinadamu ambayo inapelekea kutoendelea na swala na mauma kuchukua maamuzi wanao nao ni sahihi. Kosa la tano ni mtu akiwa amechelewa swala kuanza kuswali pasina kuhirimia swala kwa kusema Allahu Akbar. Kosa la sita ni mtu kuiwahi swala kwa kuikimbilia hali ya kuwa mtume anasema katika hadithi yake sahihi Idha ataitum lsalata famshuu alaikum sakinatu walwiqari fama adraktum fasallu wamafatakum fa atimmu, mnapoiendea swala tembeeni na utulivu ni juu yenu, na mlichokikuta kiswalini na kilichowapita kukamilisheni. Kosa la sita, kosa la saba ni maumma kuongea ndani ya swala. Je, mnaijua swala sahihi?

Ndugu, ndugu Waislamu, hiyo swala ya pili ndiyo swala sahihi na ndiyo swala ambayo atakia kila muislamu aswali kama mafundisho ya mtume anavyosema, swallu kama raaitumuni uswalli, swalini kama mlivyoniona mimi ni kiswali. Ni vipi, tutajuaje alivyoswali Mtume hali ya kuwa hatutaki kuingia darasani kuisoma dini yake Allah? Tumetengwa na utafutaji wa dunia mpaka unafika wakati wa kufa, na ndio Allah anasema alhakumut takathur, kumekughafilishieni kutafuta wingi wa mali na jaha na watoto. hata zurtumul maqabir, hata mmeingia makaburini, mmekufa bila kufanya heri yoyote. kala saufa taalamun, sivyo hivyo, kaburini mtajua kuwa sivyo hivyo. thumma kala saufa taalamun, kisha nasema sivyo hivyo, kaburini mtajua kuwa sivyo hivyo. kala lau taalamuna ilmal yaqin Lau kama mna ujuzi wa yakini, lakini kuwa sivyo hivyo, msingefanya hivyo. Kwa hakika Waislam, tukumbuke tutakapoulizwa mbele ya Allah kuhusu neema ya wakati, ni nini tutamjibu Allah? Kisha tukumbuke Allah anasema thumma latusalunna yawma idhin anin naim, kisha mtakuja kuuliza juu ya neema mlizopewa na Allah, mlizitumiaje? Tuisome dini yake Allah ili tuache makosa mbalimbali katika ibada zetu za kila siku.

Lakini mafundisho sahihi ya sala sahihi yalitolewa na al-ustadha Anisa binti Ali. Tunajua Iringa maustadhati wako wengi, kina ustadha Halima na wengineo. Basi ustadha Anisa alikuwa anatoa mafundisho mazuri kabisa, ndugu zangu